ambapo mpaka sasa ana umri wa miaka 49. Mwaka 1976 alijiunga na shule ya msingi ya Mahambe iliyopo mkoani Singida. Wakati akiwa shule ya msingi, Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa ni mtoto mchangamfu na asiyependa kushindwa hasa kwenye mashindano mbalimbali mbali, lakini pia kwenye midaharo tofauti aliibuka mshindi ambapo nyota yake ya uongozi ilianza kuonekana akiwa shule ya msingi kwa kuchaguliwa kuwa kiranja wa nidhamu. Alihitimu masomo yake ya shule ya msingi mwaka 1982 na kufaulu, ndipo mwaka 1983 hadi mwaka 1986 alijiunga na elimu ya sekondari ya Liboru iliyopo mkoani Arusha na baadaye mwaka 1987 hadi mwaka 1989 alijiunga na masomo ya kidato cha tano na kidato cha sita kwenye shule ya sekondari ya Galanosi mkoa wa Tanga. Ilipofika mwaka 1991 mpaka mwaka 1994, Tundu Lissu alijiunga na shahada ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Hata hivyo mwaka 1995 mpaka mwaka 1996 alipata nafasi ya kuchaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Warwick nchini Uingereza ambapo aliongeza shahada ya umahiri ya sheria. Mwaka 1990 mpaka mwaka 1991, Lissu aliajiriwa rasmi kufundisha katika shule ya sekondari ya Bondeni mkoani Arusha na baadaye kuacha na kujishughulisha na shughuli nyingine za kimaendeleo, lakini ilipofika mwaka 1995 aliajiriwa na kuwa mwanasheria wa kampuni ya Deso Chamber, ambapo alifanya kazi kwenye kampuni hiyo mpaka mwaka 1997. Ilipofika mwaka 1999 hadi 2002, alichaguliwa kuwa mtafiti mkuu wa taasisi ya The World Resources Institute, yani WRI kutokana na utendaji kazi wake kuwa mzuri na wenye mafanikio, mwaka 2002 hadi 2009 alichaguliwa tena na taasisi ya Lawyers Environmental Action Team yani LEAT kuwa mtafiti na mshauri wa taasisi hiyo. Hatimaye Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kufunga pingu za maisha na mke wake mpenzi aliyempenda sana ambaye pia ni wakili anayetambulika kwa majina ya Alicia Lissu na kubarikiwa kuwa na watoto wazuri. Safari ya siasa ya Mheshimiwa Tundu Lissu ilianza rasmi mwaka 1992 alipojiunga rasmi na chama cha NCCR Mageuzi, na baadaye ilipofika mwaka 1995 aligombea ubunge kupitia tiketi ya chama hicho. Mpaka mwaka 1996 umaarufu wa Mheshimiwa Lissu ulianza kushamiri katika harakati zake za kuwatetea wananchi waliokuwa wameathirika na uwekezaji migodi ya madini, swala ambalo lilisababisha mara kadhaa kushtakiwa mahakamani. Lissu alijiunga na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mnamo mwaka 2004, wakati wa harakati za madini katika migodi ya wilaya ya Tarime, mkoani Mara. Katika moja ya mahojiano yake ya vyombo vya habari hapo nyuma, Lissu alisema aliyempokea Tarime ni Bwana Chacha Wangwe ambaye kwa sasa ni marehemu baada ya kumkuta akiwa na kesi kumi za makosa ya jinai. Wakati huo akiwa ni diwani wa Chadema. Baadaye mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe alimpigia simu akamwomba Lissu amsaidie kisheria kumtetea Wangwe kwa gharama za chama, na hatimaye kushinda kesi hiyo na kufanikiwa kuwatoa gerezani watu 366 waliokuwa wakitumikia vifungo, kutokana na harakati za kisheria na siasa zilizomfanya apambane usiku na mchana na utawala uliokuwepo na uliopo. Mara kadhaa mwanasiasa huyu hujikuta mikononi mwa polisi na mpaka sasa anakabiliwa na kesi zaidi ya tatu mahakamani. Mheshimiwa Lissu ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na amekuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki tangu mwaka 2010 ambapo mpaka sasa kwenye uchaguzi ule mkuu wa 2015 aliweza kufanikiwa kutetea kiti chake ambapo mpaka sasa ni mbunge wa jimbo hilo. Kutokana na umahiri wake na ujasiri pamoja na kujituma, Lissu alichaguliwa rasmi mwaka huu 2017 kuwa rais wa Chama cha Wanasheria wa Tanganyika, yani TLS. Ilikuwa alfajili siku ya Alhamis tarehe 7 Septemba 2017. Mheshimiwa Lissu aliamka kama kawaida yake akiwa mkakamavu na mwenye kujiamini katika majukumu yake. Akahudhuria na kuchangia hoja bungeni. O oh, maskini ya Mungu. Waswahili husema jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza tena giza nene. Laiti Mheshimiwa Tundu Lissu angejua nini kingetokea nyumbani kwake, hakika angebaki ndani ya bunge akiwa nyumbani kwake kabla hajashuka kwenye gari lake nyumbani kwake Area D Dodoma, majira ya mchana, ndipo ilitokea vita ya upande mmoja wa watu wasiojulikana kwa kumshambulia na kumjeruhi vibaya sehemu mbalimbali za mwili wake kwa risasi zaidi ya kumi na kumsababishia maumivu makali yaliyomfanya apoteze fahamu kwa kuvuja damu nyingi. Muda mchache baada ya magaidi hao walikimbia kusikojulikana, na Lissu kukimbizwa katika hospitali ya mkoa wa Dodoma na kupewa huduma ya kwanza, na baadaye, uongozi wa Chadema kwa kushirikiana na ndugu na marafiki zake Lissu, alikodiwa ndege binafsi yenye nambali usajili 5HETG ambayo ilimbeba majira ya saa sita na robo usiku, kisha kuanza safari mpaka nchini Nairobi kwenye hospitali ya Aga Khan ambapo mpaka sasa anapatiwa matibabu. Global TV tunamtakia kila la heri katika matibabu ya kupigania uhai wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Historia hii ya maisha ya Lissu imeandaliwa na kutangazwa kwako na mimi mtangazaji wako Catherine Kahabi, Global TV Online. Ulipo tupo mubashara Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda, bodaboda 15, pampu za dawa 50, redio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya mwamalo wa Mpesa kisha chagua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 Kutokea Tanzania, mara ya kwanza kabisa, kusikika nchi nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kumpa pindua unit, uhuru ni wako. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi chagua pindua pindua Vodacom.